Wasikilize sana wazee. Wamekula chumvi nyingi na wamepitia mengi. Hawa wazee wana nafasi kubwa sana kutushauri. Kwao ni kuombe matela, na wewe katika uongozi wako. Watumie sana wazee. Wana mambo mengi watakusaidia. Hawa wawezi kukudanganya. Sisi wengine tunaweza kukudanganya kwa sababu hapa nataka kasenti. Hawa hawana hiyo. Wanahitaji uzalendo tu wao na upendo na kuwathamini, au wazee wangu? Mm. Kwa hiyo ukiwatumia vizuri hawa, hawa ni material. Watatusaidia sana. Wanamanga oye! Sasa nafikiri wote mnatambua tarehe 29, 30, tulipitia changamoto kidogo, lakini hawa wachache sio wana Tarime wote, na ndio maana mara kwa mara huwa si tumejipanga vizuri kweli kweli. Wanaochimba waende kuchimba, wanaolima waende kulima. Hao watu wanaohamasisha hayo mambo kwenye mitandao na maeneo mengine, wana malengo yao, wameshachungulia rasilimali za nchi hii tulizonazo wameshachungulia utajiri tulio nao, wameshachungulia amani tulio nayo. Hawapendi na wauma, wanachotaka watuaribie maendeleo makubwa ambayo tunayo na ambayo tunayakimbilia. Ule ni wivu, na wengine hawapo ndani ya nchi, kama alivyosema katibu, na wengine wanaotumiwa sio wa nchi hii. Wao kwao hakufai, wanataka na kwetu kusifai. Si tunasema kutafaa. Mi niwaambie kwenye ulinzi na usalama nimeimarisha vizuri sana yaani, mkae mlale usingizi, na atakayetaka kujaribu Tarime ajaribu kipindi hiki, aone afanyaje. Fanyeni kazi zenu, wala msiona mashaka. Hizi ni hofu anawajengea wa ili muache. Mwenyekiti alikuwa ananiambia kuna watu hapa, diwani wa Komaso anasema nataka ufunge maduka kuanzia kesho. Kama msifunge fanyeni shughuli zenu Eh? kuna watu wanataka ukimbie Tarime, usikimbie, kaa. Pengine unakoenda ni kubaya zaidi Wos, nchi nyingine huko utaenda kuhangaika. Kaa hapa kwa Tanzania, pazuri. Sisi tumeimarisha kila kona, hatulali usiku na mchana na vijana wapo huko wanafanya kazi, hao mjaona? Mjaona. Mmeona, eh? Mjaona. Tumemiliki anga na ardhi. Mjaona. Tumemiliki anga na anga nini, wana Tarime, kaini na moyo safi. Fanyeni kazi zenu, hakuna kitakachotokea. Yawezekana wapo watakao kujaribu, katibu amesema. <laughs> Unajua, tie mkono kwenye moto eh, utafanyaje? E, wala wataka kujaribu, watie mkono. Nitumie adhara hii kusema wilaya Tarime iko salama, na wananchi, kaeni kwa kutulia. Rais wetu yuko imara sana, hata alijai kumtetereza, lakini ateteleki, imeweka vizuri, sijui Yupo imara, hakuna mtu atakuja kutuonyesha namna gani tuendeshe nchi, hakuna atakayekuja kutuonyesha nchi. Tumunge mkono eh, wakati mwingine hata kipindi cha corona watu wengi walikufa kwa sababu ya hofu, si ndio? Tuendelee kuombea, tuombea rais wetu, kuombea viongozi wetu, ili wote tuendelee kwa kitu kimoja kama taifa, mtu asije akatugawa tukawa vipande vipande. Tuendelee kusimama kama Tanzania na kuja kuja hapa kuja kuhakishieni kwamba Tarime iko salama na nyie fanyeni shughuli zenu, mtu asifunge shughuli yake, si nimeleka vizuri, na muwe na amani e, si tumejipanga kila kona, hatutarajii kama kuna mtu ataingia na nicho fly. Wana Tarime wengi hawataki fujo, au uongo? Wanaotaka fujo nyosha mikono. Wanaotaka maandamano Amora, kataa maandamano, hatutaki maandamano, nyosha mikono juu, wote nyosha mikono juu hivi. Asanteni sana wazee wangu, asanteni sana kazi na utu. <coughs> <coughs> Bwana Newland, nikushukuru tena kwa mara ya mwisho kwa kunikaribisha nami kuja kwenye viwanja hivi na kupata nafasi ya kuongea na wana Tarime hapa. Nimeongea na wilaya nzima kupitia uwanja huu. Kwa niombee shughuli iende vizuri, na sisi tutakuwa pamoja na ninyi.